Na hapa hoja ya msingi zaidi ni kwamba kikao cha viongozi na malaigwana ni wa Longido na Monduli kimekaa na, so, na kimeamua Ndelele,

na, na tukajipange kwa ajili ya kesho kikao kesho asubuhi. Ama apa, na, na tutawachia viongozi wawasiliane na, na mamlaka simu wa, ili kujua muda kesho ni saa ngapi. Ndio na rumori. na la, la, Asante, la, la, ya saa ngapi, nawashukuruni sana asanteni sana. Like